Mbo, mtazamaji wa Kwizera TV karibu sana kwenye tipsi za kimichezo. Jina langu ni Aniseti Binambi, niko na Andrew Nehemia ambaye ataenda kudadavua kwa uzuri kabisa tipsi za kimichezo. Leo tunaangazia ni kwa namna gani ambavyo vilabu vyetu vya Tanzania ikiwa ni Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars, ni kwa namna gani ambavyo wanaenda kutupa karata yao kwa mara ya kwanza kwenye michuano hii ya kimataifa ikiwa ni hatua ya makundi. Eh bana kaka, mambo vipi? Poa poa, inakuaje? Fresh, uko poa, iko vizuri kabisa. Eh bana tuambie, we kama mchambuzi wa soka mm, ni kwa namna gani hivi vilabu vyetu vya Tanzania ikiwa okay, ni Simba mm, Young Africans uh, Azam FC pamoja na Singida Black Stars no, ni kwa namna gani ambavyo wanaenda kupata matokeo uh, ikiwa ni michezo yao ya hatua ya makundi kwanza kabisa nashukuru kwa swali lako ambalo umeuliza. Hivi vilabu ambavyo vinatuwakilisha sisi kama watanzania kimataifa, kama ilivyotaja hapo, Simba Yanga Azam na, uh, na Singida Black Stars, kwanza kabisa ni commitment. Commitment ya wachezaji kufuata maelekezo ya makocha uh, kwamba tume kwenye uwanja mazoezi, kocha alisema tufanye hiki kulingana na wapinzani ambao tunaenda kukutana nao tumewasoma vizuri, tumeangalia video eh, kwenye kuanalyze video zao wanavyocheza. Kwa hiyo sisi natakiwa tu ingie kwa namna hii, kama kocha atakavyowaelekeza kwenye uh, mechi ambazo zinazoanza hapo kesho za kimataifa. Young Africans atakuwa uwanjani pia lakini uh, vile vile uh, kama sija kuzana Azam na Singida Black Stars mm -hmm. siku ya kesho mm -hmm. kwenye shirikisho na Yanga kwenye klabu bingwa pengine mm -hmm. hizi timu na wachezaji wakiingia uwanjani na noshi ni kwamba wanajua kwamba tunaiwakilisha Tanzania ya kimataifa na sisi kama club tunahitaji tuweze kufika mbali sana hapa barani Afrika. Naamini hizi team zitafanya makubwa sana yani, wakiwa na umoja wachezaji, naamini kabisa uh, wakifuata kile ambacho mwalimu mwari ameelekeza, wataenda kufanya makubwa na ushindani utakuwa ni mkubwa sana kwenye hizi timu ambazo zinawakilisha Tanzania kimataifa. Tazama sasa hivi ukizungumzia eh, Dang Africans kichukua mfano mm. unaona kama timu hizi amechukua kiatu hii mm. ina, ina, ina, ina maana gani? Kwamba hizi uh, timu zote ambazo zinakutana na Dang Africans kwenye kundi mm. lazima uweze kuk, kuk, kukaa kwanza na discuss hii mm. mm. Yanga ni timu gani? Yanga ni timu gani? mpaka mm. ametoka mtu amechukua goli bora Yo, lazima kila timu napokuja kukutana na Dan Africans watakuja wamejiandaa mm. vya kutosha mm. eh, kwamba, um, uh, no. Sasa inatakiwa sasa hapa tu tukaze. Kwa hiyo Yanga wana, wana mziki mkubwa dhidi ya AS FAR Rabat, tena mziki mkubwa na mzito sana. Ukitazama pia kwa eh, Simba Sports Club, naye anaenda kukutana na watu ambao anakutana na watu ambao wana, wana wana quality. Petro de Rwanda, eh, wana quality. Mm. Japo wao unajua, Simba kama wataingia Simba na no ile kwamba, bana sisi tumeyazoea mashindano haya mm -hmm. Hii hatua tumeizoea sana mm -hmm. ah, tutashuhudia ma, ma, mazito na makubwa sana lakini, waingie wamejiandaa, wameji vizuri, wachezaji wana morali ya kutosha. Kama mechi zinapopigwa hapa Tanzania, mashabiki pia wajitokeze kwa ajili ya kusapoti timu. eh Then he tuta kwa sema labda hawa Azam na penye Azam kidogo, Azam wana wana wana, wana hii radha ya mashindano ya kimataifa Singida Black Stars zao ndo ndo bado kabisa, bado kabisa lakini mm. Mimi katika timu ambazo naziangalia kwa jicho kubwa, Singida Black Stars mm. I believe that kama wataingia na kocha kile ambacho amewapa kocha mm. Miguel Gamond, mtaalamu wa mashindano mm. uh, Azam naona mbali sana okay, umedadavua kwa uzuri kabisa mm. Uh, klabu bingwa ni Yanga pamoja na Simba na wapo nyumbani kuwakaribisha wapinzani wao, shirikisho mm -hmm. yupo uh, Azam pamoja na Singida mm. wapo ugenini. uh, unaona hivi virabu uh, ni yupi ambaye kidogo katika hii hatua ya makundi mm. atapata matokeo kiurahisi zaidi? uh, matokeo kiurahisi kila timu inaweza kupata mm -hmm. wanapoingia na kufanya kile ambacho wanachoelekezwa na makocha wao Umeona na bench ya ufundi nzima mm, mm. Kila timu na uwezo kupata matokeo kwa urahisi. Sasa nikasema kwamba Simba watapata kwa matokeo kwa urahisi mm. au Yanga siwi, Azam siwi, nani? No, yani ni kila timu, hata mm. hata wewe binafsi kama na timu yako mm. una uwezo kupata matokeo kwa urahisi kabisa, endapo wachezaji wanajituma uwanjani mm. kila mmoja anaelewa kama nipo na ipambania nembo ya timu yangu, lakini vile vile nipo na ipambania Tanzania kimataifa, uweze kusonga mbele. Umeona mm kwa kwahiyo kwaswliwao kwamba ambayo <laughs> atapata mm. matokeo kiurahisi. Kila moja anaweza kupata matokeo kiurahisi, endapo sasa wachezaji watakuwa kwenye fomu mm. zao mm. na wasema kwamba umeamka, ume, ume vizuri umeamka vizuri siku hiyo hiyo mm. mm. by yakupoa way kila timu itaenda kupata matokeo kiurahisi timu ambayo imejiandaaba, yes. mimi nikushukuru Bwana, asante sana. Ebana, ni mjadala kidogo hapa, tukwa tunazungumzia e, we, virabu vyetu hivi vya Tanzania ambavyo vinashiriki michezo ya, kimata, ya kimataifa ni kwa namna gani ambavo weekend hii vitatupa karata yao ya kwanza kabisa katika hatua ya makundi. Tutafute katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram pamoja na Facebook, tutafute kwa, kwa jina la Kwizera TV. Mimi ni mwanamchezo wako Anisetibinambia.